Tia pia ujikuta wa mhumo uovuni, ni mtogo wa waliomo na wasiokuwemo. Aidha, ngome inapotetezwa na waovu wachache waliongomeni, hawatasalia wale wasio na hatia, msiba uwaendea wote. La haula! Ni furaha iliyoje kwa adui aliye nje ya ngome. Ama kweli, mote ule umenitia taflisi. Nitaishia kula mwande na wanangu huku, ndiko kufa kingoto. Maagwasha alijisemea kwa uzuri, lakini akajipa moyo. Ako weza kutia moyo na mwili makunyanzi, lakini ukosa imani ya kuishi, utia roho makunyanzi. Maagwasha alikuwa na imani ya kuishi, imani hiyo ikampa uvumilivu wa tumaini. Alivifungafunga vile vitu akawatazama tena wanawe waliolala sakafuni kwenye maabadi yale ya Mungu. Alikumbuka usiku huo alipoingia humo na wanawe kupitia dirisha lililokuwa wazi. Hata alipofaulu bado alihisi wale watu wanamfuata humo, hivyo alivunja kitasa cha mlango wa ndani wa chumba kilichotengewa kasisi. Baada ya kuingia aliushindika mlango huku akisaidiwa kusaidiwa na wanawe, aliisukuma meza kubwa iliyokuwa mle hadi kwenye mlango. Alihisi bado mlango huo ungesukumwa kwa urahisi. Alikusanya viti vyote vilivyokuwemo na kuviweka kimoja baada ya kingine juu ya ile meza. Alijua mlango ukisukumwa, bila shaka viti hivyo vingeanguka na kumtahadharisha dhidi ya hatari alitandika kanga sakafuni, akawaambia wanao wapumzike pale. Yeye kiuutufulaki alikaa macho karibu naye. Aliweka ubao mfupi uliokuwa mle. Huu ungetumia kujikinga na adui yoyote. Ubao huo ungekuwa msaidizi wangu wa pili, wa kwanza ni Mungu, alitamka kwa sauti ya chini. Sasa akitaka kunimaliza n ni waombee Mungu kabla ya kunikatakata na mwanangu huu, sitokimo no? hata kwa upanga. Baada ya muda, Mangosha alisikia watu ikienea kila mahali huko nje. Alitega sikio kujua walichokuwa wakisema, isi sauti zilipaa na kushuka, wala hakuweza kusikia walisema nini. Alizidi kutega sikio. Aliposikia sauti ya vifu za watoto wakilia, alijua hao walikuwa wenziwe. Watu hao walikuwa waketo waliofurushwa kutoka mz. Mz. mjini Taria, kama yeye. Moyo wake sasa ulichangamka, alijua hayupo pale peke yake na Mungu tu, bali pia na waketo wenzake. Watu hao walikusanya chini cha kiambaza chini ya kanisa sasa aliwasikia vizuri. Kila mmoja alikuwa akitoa sababu zake za kutimuliwa kutoka makwao. Magwasha alistaajabu kwamba hakuna hata mmoja aliyejua sababu ya kufurushwa kwao. Yeye alijua yale yaliyokuwa yakiendelea Taria, hata kama hakuwa mwanasiasa. Upepo uliokuwa ukikuna wakati huo uliokuanza machache aliyoshuhudia upepo huo ulidamana na chuki chukili wa baa wa kule ikawavisha mashauo na wingi watadi. Yote haya yakaelekezwa kwa waketwa. Majivuno na magigimo hayo yakasambaa hadi kwa viunguzi, wakasheheli kiburi, wakazua uzushi na kusambaza kwa wenyeji. Kila lililobaya lilielekezwa kwa waketwa. Hata ukame na njaa viliposhamiri, waketwa waliandamwa na kuaminiwa lawama mvua ya mafuriko iliponyesha na kusomba watu, Waketo walinyeshewa vidole vya lawama. Hata maradhi sugu ambayo yaliwashinda madaktari yalidhaniwa kuletwa na Waketo. Takriban vivitu lilioshinda wa watu lilisemekana chanzo chake ni Waketo. Ama kwa hakika, chakani mwa simba halali nguruwe. Cheche hizo za chuki zilifurisha mashavu ya shingo za Wakule wakaiva kwa asira. Kila walipowaona waketo, wanatamani kakakomeza. Jamii hizi mbili zimekuwa maasimu tangu jadi. Zamani walizozania mifugo, wakawaendana na mapopokonya na mifugo. Wakati mmoja ukame ulipozidi, jamii hizi zilipingana ili kumiliki chemichemi za maji na mbuga za kulisha mifugo wao. Leo hii zinaishi katika nchi moja, nchi ya matuo la, lakini bado ni msimu wa jadi. Waketo waliishi katika eneo lao la kiasili liitwale Dogeni, nao wakule walimiliki ardhi yao ya jadi iliyoitwa Munyuni. Hata hivyo, katika, katika kitovu cha mji mkuu ziliishi jamii mbalimbali. Kitovu hiki kilichokuwa pia makao makuu ya serikali ya mtemi kiliitwa Taria. Hapa ndipo palipokuwa na mitaa tofauti tofauti iliyoishi jamii kutoka maeneo mbalimbali. Katika mitaa hii pia uhasama wa jamii hizi mbili ulibainika, walipigana vijembe, wakazua mabishano kila walipokumbana. Mtaa wa majuu ndio ulioishi matajiri na vigongo wa nchi, watu waliosifika kwa mali na hali. Idadi kubwa ya wakule iliishi hapo. Mtemi pia aliishi hapa, nayo idadi kubwa ya Waketwa ilihusika matabaka ya chini. Viongozi kutoka katika jamii hii walikuwa wachache sana. Hii ni kutokana na ukiritimba na ubambe wa Wakule waliokuwa wengi serikalini. Mtemi Lesulia alitawala kwa mkono wa chuma. Aghalabu kauli alizotoa zilichukuliwa kama sheria za nchi. Wengi walimwogopa. Magwasha hakuwa mwanasiasa wa, mwana wa kile kiongozi wa serikali lakini alifahamu mengi kuhusu nchi yake. Alitamani sana kuzungumza na baadhi ya viongozi ili amani idumu nchini Matuo. Hata kama hakuwa kiongozi serikalini, alitamani sana kufisha uhasama uliokita mizizi baina ya jamii hizi mbili. Nafasi yake ya kijamii haikumruhusu. Je, mwanamke angesikizwa katika jamii hii iliyoshiba ubabedume, tena mwanamke asiye na cheo wala fulusi? Tangu lini mwanamke wa kawaida kama yeye akawa na uso wa kuongea na wakuu wenye mamlaka nchini? Alijua hatua hii ni sawa na kuupanda mchongoma, ni sawa na kombe kujaribu kuuma mguu wa chui. Hata hivyo, wazo lisiloweza kutekelezwa lilichokoza nafsi yake. Alielewa fika kwamba wazo lililotekelezwa lina faida kwa mwanadamu hata kama lina dhamani. Alitamani alina, kuvunja alina, kikwazo cha mila iyokoe tamila jamii yake. Wakati mmoja, Makosha alitaka kukutana na Mtemi Lesulia. Alipomtajia mumewe, mkeo karukwa na akili, alishangaa ujasiri aliotoa. Alitoa wapi? Kampanya sikutowazo kama hilo kilili mwake. Makwasha aliyeelewa akajindoa wazo hilo katika fikra zake. Yeye alikuwa mazigi tu aliyeajiriwa katika spisi ya chifu, si lolote si chochote. Ya chifu huyo aliyetoka katika jamii ya ukule alifuata masharti yake unyo unyo bila swali. Alitia masikio kwa mambo asiweze kusikia njama na vingwena vya wakulu. Bila shaka, alijua walikuwa wakipanga ya kuwa na manufaa ya waketo alituumu kuwa na walipanga njama za kuwadhulumu. Alikuwa amemdokezea mmewe mrima, lakini huyu alipuuza. Aghalabu alimtusi na kumwita suku mbimbi. Hapo alitambua mumewe alikuwa akishatiwa mfukoni na marafiki wa mtemi Hakiri Abadi. Makwasha alizidi kutega sikio, ili angalau anase machache yaliyokuwa ya kizungumzo. Aliweza kusikia mwanamume mmoja akisema, moto ule haukusababishwa na kasoro za umeme, la hasha. Moto ulianzishwa na mwenyeji mmoja aliyetaka ardhi ya tupa nguvu Mtaa wa Matango una nafasi kubwa ambayo haijajengwa, sasa wanaitaka kwa nguvu. Umejuaje? una dhihati ya uzushi tu. Mwanaume mwingine aliyekuwa na suti nene kama radi aliuliza, hatuwezi kumwona bwana chifu? lazima anaelewa mambo haya. Ajuza mmoja aliyekaa mbali na wao aliuliza, wapi? Kwanza huyu ndiye mnafiki mkubwa Ashapotea. Asha Mugula ameangalia kando, ardhi yashanyakuliwa. Yule mtu mwenye sauti kama radi alisema, kwa nini tusimwone mtemi mwenyewe? Tuunde kamati ilitushida isitaliwe. Ajuza huyo alishauri, wewe unajua sana, mkule yule atupendi kabisa. Hapa tutangulia patupu, itatubidi sasa turejee kwetu degoni, kule kwa mababu zetu. Shaibu mmoja aliyekuwa akiokota moto ilikuonda baridi cha asubuhi yalidakia siri kidogo, huko utapata pa kuishi? Pale si petu tena, pana wenyewe. Nani atakupa hadhi vivi hivi? Ujenge petu ni hapa Taria, mtaa wa Matango, hakuna pengine pa kwenda. Yule mwenye sauti kama radio alipasuka aliposema haya kelele zilianza zi zi zi zi zi. Upya wengine walilaani wali na wengine wakatoa wa cheche za matusi kwa mtemi na utawala wake. Mabwasha aliwasikiliza kwa huzuni, walijua chanzo cha mateso yao. Mabwasha alisema kwa sauti ya chini ili asiwaamshe wanawe. Kelele zilizidi hapo nje ya kanisa, mwishowe Watu walikuwa waelewani tena. Wengine walianza kuwalaumu wenzao huku wakiwaita wasaliti. Wengine walidai kuna wale walionunuliwa na wakule ni wachome makao yao wenyewe kwa tamaa ya pesa.